Siku nyingine mpya ambayo umetuamsha ya tarehe ishirini, tunajua bado neema yako ni kubwa kwetu, kwenye maisha yetu, kwenye familia zetu, kwenye nyumba zetu, tunakuhitaji Mungu katikati ya majira haya mengine, ambayo tunakwenda kusikia ujumbe wa neno lako, tunaomba ukatufundishe, ukatuelekeze, ukatuonye katika kila mazingira ambayo wewe unajua tunaweza kujifunza, kupitia jina la Yesu Kristo tukiomba haya na kuamini. Asifiwe. Amen. Ukisoma kitabu cha Timotheo wa pili sura ya tatu na ule mstari wa kwanza mpaka wa tatu mimi na utafuta mstari ule wa tatu Timotheo wa pili sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa tatu Biblia inasema lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasiosafi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti wenye kujivuna wapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. kirudi huo wa mstari wa tatu, Biblia inasema wasiowapenda wa kwao wasiotaka kufanya suluhu wasingiziaji. Sasa natafuta hilo neno wasingiziaji. Bwana Yesu msikiwi, natamani leo kwa pamoja tuweze kujifunza hicho kipengele kidogo. Biblia inazungumza, imeanza kwa kuonya kwamba siku za mwisho kutakuwepo na nyakati za hatari, na haijaishia kusema hivyo tu, lakini imeonyesha ni nyakati gani za hatari ambazo zitakuwepo katika siku za mwisho. Hapo amesema kutakuwepo na watu tofauti tofauti, amesema watu wasio na shukrani, watukanaji, wasio vijali wa wazazi wao, wasio wapenda wanyumbani mwao. Lakini mimi natamani tuangalie wasingiziaji. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma pia andiko la Ezekiel ishirini na mbili na ule mstari wa tisa. Ezekiel ishirini na mbili na ule mstari wa tisa. Biblia inasema hivi. Wasingiziaji wamekuwamo ndani yako ili kumwaga damu. Na ndani yako wamekula juu ya milima. Kati yako wamefanya uasherati. Biblia imeanza kuzungumza pia kile kile kitu ambacho tumetoka nacho kule kwenye uh, Timotheo kwamba wasingiziaji wamekuwemo ndani yako ili kumwaga damu. Sasa anasema lengo la hao wasingiziaji manake, ni watu ambao wanaeleza maneno ya uongo au uchochezi. Na hayo maneno ya uchochezi, kuna watu ambao wameingia kwenye matatizo ni kwa sababu kuna watu ambao wamewasingizia vitu. Kuna watu ambao wamewasingizia mani. Familia, kwenye familia kuna watu ambao wamesingizia kwenye maeneo tofauti tofauti. Hasa Biblia anasema wasingiziaji wamekuwamo ndani yako ili kumwaga damu, anasema wasingiziaji wamekuwamo. Maana yake usingiziaji wowote unahusisha mdomo, unahusisha ulimi. Anaposema wasingiziaji wamekuwamo ndani yako ili kumwaga damu, maana yake ni mdomo ambao umehusika, lakini matokeo yake umeleta mpaka kumwaga damu. Anasema wasingiziaji wamekuwemo ndani yako ili kumwaga damu, maana yake ni ulimi tu, lakini umesababisha mpaka watu wanamwaga damu, watu wanakufa, watu wanafarakana, watu wanagombana, watu hawaelewani. Wasingiziaji wamekuwamo ndani yako maanake, tunaishi kwenye dunia ambayo watu wako tayari kukusingizia jambo hata ufe hata umwage damu hata upotee hata familia yako isielewane hata ndoa isiwe sawa hata watoto wako washidi kuelewana. Wasingiziaji wamekuwamo ndani yako ili kumwaga damu. Kwa hiyo lengo lao ni ili kumwaga damu. Kwa hiyo maneno yao si maneno tu, lakini ni silaha kwa hiyo unaweza ukasema wameongea tu, lakini hayo maneno yanageuka silaha ya kutengeneza sila kitu kibaya kwa mtu. Kwa hiyo kuna maneno ambayo mtu anaweza katamka na wewe ukayaona ni maneno tu, lakini ni maneno ambayo yanaweza yakamwaga damu, ni maneno ambayo ni silaha. Kwa hiyo hata kama kuna maneno ambayo unaona haya ni maneno ambayo yamebeba usingiziaji, si tu maneno, lakini kama kanisa kama lazima uyatazame hayo maneno kwamba haya ni maneno si tu maneno lakini ni maneno ambayo yana silaha. Na Ezekieli anazungumza kwamba wasingiziaji wamekwemo ndani yako ili kumwaga damu. Kwa hiyo si tu maneno ambayo yanatamkwa, lakini ni maneno ambayo ni silaha. Ni silaha ambayo inaweza kukujeruhi moyo, ni silaha ambayo inaweza kukuacha wewe na stresi, ni silaha ambayo inaweza kukuacha na msongo wa mawazo. Ni kitu gani? Ni maneno. kujao na mtu kwa kusikia tu maneno anapata stress, analia, anajuta kwamba kwa nini wamesema hivi. Unajiuliza, ni maneno tu ndio yanamfanya alie? Si tu maneno, maneno yana nguvu nyuma, maana yake yana silaha nyuma, hiyo silaha